Familia moja kutoka eneo la Muyayi viungani mwa mji wa Bungoma inaishi kwa hofu baada ya kutoweka kwa mwana wao Caren Sikuku ambaye ni mwanafunzi wa gredi ya pili katika shule ya msingi ya Bungoma DEB. Kulingana na babake Kevin Sikuku uh, mtoto huyo Caren Sikuku alitoweka siku ya Jumatano akicheza na wenzake, mamake akiwa shambani. Tayari familia hiyo imepiga ripoti kwa kituo cha polisi cha Bungoma huku ikiwa na matumaini kuwa mwana wao atapatikana yeah. Nikaenda huko barabarani kauliza watoto, "Nyinyi mmechezanga nyinyi wote hapa, mwenzenyu ameenda wapi?" Mishi, Mishi anasema, "Kara alikuja kusongesha kuni, wewe wenyewe tulikuwa tunacheza, mimi sijui penye ameenda." Sasa, "Ama ameenda na wenzake kwa duka." Tunikaenda huko. Nikaenda kwa barabara, nikaenda kwa customer nikateremuka, nikasema, "Ama wewe wenyewe bado wanakimbizana ama huko chini kwa reli." Nikatafuta, nikauza watoto, wanasema si tujamuona, ako penye ako. nika, nika, Nikaenda kwa ofisi ya watoto, wakanituma niende nipige hapo, nika, nika report. Nikamaliza, wakaniambia wapi picha yake, nikapatiana picha yake na mpaka saa hii sijaona mtoto yangu. Sijui mtoto yangu ameenda wapi, sijui ameua mtoto ama sijui nawasa vitukani kwa sababu silali, Silali hata kazi siendi, niko tu kutafuta mtoto yangu. Yani mwenye ameona tu mtoto hata akiwa wapi, papa niletee huyo mtoto, tafuteni tu chini na chini. Aki Mungu awekeshe mtoto huyo aruti, niko na usuni. Hata leo nilikuwa kwa marasi, niko na lala, nikaona tu kwa mlango kwa mtoto, mtoto anasema oti nyanya, nimeruti hata nikapika chini makoti, nikaomba. Yani naomba tu papa kwa heshima yenu, mtafutie huyo mtoto, mniletee. Kwengineko watu zaidi ya elfu